Kama mahakama ya mpira dunia ndo ile kashindwa. Anategemea mahakama gani yeye mpe yake? Eti sisi ambao tumekosa ubingwa miaka mitatu wa tuandamani. Hao wameshakuwa ubingwa mara tatu ligi, mara tatu FA, na ngawa jamii wamechukua tena wao msimu huu mpaka sasa. Na wanaongoza ligi, wanaandamana na watiambushi fulani ya juzuru fulani ya juzuru. Hapo kuna jambo hapa. Eti wenyewe si wamesema tarehe 22 michezo yote inachezwa. Tarehe 18 michezo yote inaoneshwa yote na Azam TV. Tarehe 22 michezo yote inaonekana. Hao mchezo tarehe 25. Ligi ya wapi? Kocha wetu kashapanga mipango yake, kashaandaa kikosi chake kwamba mpaka tarehe 22 ligi inaisha, anakuwa pipa, anaenda kwenye mapumziko. Ah, tarehe 25 Simba anaenda na kocha gani? Hasa sisi tunaobeba mpira huu wa nchi, tunaonekana sisi vilaza tuna maana. Watu tu wamekaa kule kwenye mabwawa yao, washangaa tu na mbwa washakuwa na malaria, wanasimama wanaandamana, wanasikilizwa. Tunafika. Haya, Mguto kajiuzuru, tujiulize, sivi ni Mguto ndio mwenyekiti wa bodi ya ligi? Tarehe 25 kapanga nani? Sasa Simba tunataka hiyo ripoti yenu toeni mkeka huo. Sasa tuwanyooshe watu, toeni huo mkeka. Na ikitokea mmetoa mkeka kwamba Simba inaenda uwanjani, basi mkijua kabisa mpaka hapo viongozi hamtoshi. Mkiona mmetoa mkeka kwa umma, Simba itaenda uwanjani, tusisake kuficha mkeka. Utakayotoka kwamba Simba inaenda uwanjani tarehe 25, basi viongozi hamtoshi kubaki Simba Sports, maana yake mnaonekana mshakamatwa. Sasa mnabaki mnafanya nini? Viongozi mlotukuka, mmesimama mnawanyoosha watu huko, mwashindwe hapa. Sababu mpaka sasa hivi sehemu tani hatuna amani. Wanatamba tu. Kwamba sisi wenye mpira wetu kila kitu kishakuwa sawa sawa. Kwa hiyo mkikubali kupeleka timu, maana yake mmekubali kabisa nyuma mwiko, abebe ubingwa milele na milele kutoka sasa. Hiyo mechi ni kupeleka timu, mtake msitake. Nyuma mwiko anachukua ubingwa. Sababu ngoma ikipigwa refu, anakataa sio goli. Hata ikipigwa katikati ya uwanja, anakuambia kuna mtu alizidi. Sawa? Au kuna mtu ulimsukuma kabla hujapiga. Yasi yes, ndio kukubali walete waamuzi kutoka nje, waamuzi neutral. Asa ile jeshi gani? Kwa hiyo tunaomba Viongozi wa klabu ya Simba kwenye hili. Fanyeni mtakavyofanya lakini tunataka mkeka usimame kama ule uliotoka siku tatu kabla hii tarehe 15 ya leo. Maana leo ameshajiandaa kwenda uwanjani. Sawa, nishapiga tizi toka juzi kwa ajili ya kwenda kuangalia burudani. Sasa burudani hakuna. Tunataka tukaangalie nini sasa? Sisi kama wadau tukaangalie nini kama burudani hakuna? Toeni mkeka huo. Mimi naamini barua imetoka bodi ya ligi. Barua haijatoka sekta nyingine yoyote. Tukisema huko tutakuwa tunazihukumu. Barua imetoka wapi? Bodi ya ligi kwamba mchezo umeenda tarehe ngapi? Tarehe 25, tunaomba kwenye ile barua tujaona vya inicho sisi tumeenda shule, tumeisoma ile sababu ya mchezo kupelekwa tarehe 25, hatujaiona. Tarehe nane mwezi wa tatu, tunajua sababu, watu walizuiliwa kufanya mazoezi, sawa. Na kikao cha juzi hapa, wenyewe wamesema kwamba kuna kigogo serikalini. Hatujui serikali hiyo ya wapi, kama ya Botswana au ya Msumbiji, ila kigogo wa serikali kawekwa kwenye mabano. Sasa sisi binafsi, kwanza tumjue huyo kigogo. Tukishamjua huyo kigogo, inawezekana tukapeleka timu, kwa sababu tukikubali kupeleka timu tarehe 25, kigogo huyo huyo akiona kwamba sasa tayari unaenda kupata matokeo, atapiga tena simu Geti litafungwa, meneja yule naye ataondolewa, hiyo ligi sitaisha mwakani. Yes, bwana mtazamaji wa SFTV, tuko naye Mnandi kuzungumza yale ya kimichezo, lakini kubwa zaidi ni kuhusiana na kari ya kodadi ambayo ilikuwa ipigwe siku ya leo Juni kumi na tano, lakini kwa hivyo imepelekwa mbele hadi Juni ishirini na tano. Mnandi, mambo ni aje? Ah, mimi namshukuru Mwenyezi Mungu anaonijalia pumzi, niko salama sijui kwa upande wenu, tuko poa kabisa. Dabi imegairishwa tarehe ishirini na tano siku ya leo ilikuwa ilikuwa na mnakiputa pale na mtani, Young Africans, labda hili kwa upande wenu limekaaje, siku ya leo imekuwa ya namna gani kwanza? Ah, siku imekuwa ya, ya kawaida na siku imekuwa ya, ya majonzi, siku ambayo watu tulitarajia kwa hamu kwamba tutaenda uwanjani na tutaenda kuoneshana kazi pale kwenye pichi, lakini haikuwa hivyo, imekuwa vile wenzetu walivyohitaji, ndio hivyo hivyo maake walishindikiza. Kuna baadhi ya wa watu watakuwa wajiuzuru, lakini pia wamesema na tarehe ikiwezekana ibadilishwe ndipo wao wataenda kushiriki huo mchezo. Sasa tunajiuliza wao ni nani katika mpira wetu wa Tanzania? Sababu wao ni timu kama timu nyingine. Unapoenda kwenda kwenye ule mchezo wanaenda kutafuta pointi tatu. Na hata vile vilabu vingine vinapokuja kwenye mchezo vinatafuta pointi tatu. Sidhani kama mtu anapoingia uwanjani anaenda kuchukua pointi sita kwenye mchezo mmoja. Kama tungekuwa wakubwa basi tungekuwa kwenye mchezo wetu sisi tunachukua pointi sita. Mchezo huu mmoja. Lakini kama tunachukua pointi tatu kwenye michezo yote, maana yake wote daraja ni hili, moja moja, tunatofautiana kwenye uwekezaji kwenye ukubwa wa kuzaliwa, lakini kwenye pichi uwezo unakuwa ni mmoja. Na ndio maana tunacheza na vilabu vikubwa duniani. Kama Nation jana wamecheza na timu kubwa tu pengine kuliko wao, lakini wameonyeshana kazi, wakatoka sare bila kufungana. Manake ile inaonyesha kwamba pichi ndio inaoamua, sio kitu kingine chochote. Kwa hiyo mii binafsi niwaambie wapenda soka Watanzania, tuachane na kelele tuachane na ziaka na tuachane na maneno, uachwe mpira uchezwe, ndipo heshima ya Tanzania itapatikana. Lakini heshima eh ya Tanzania haiwezi kupatikana. kuwa tuna ligi bora sawa, kuwa tunapeleka timu nne Tanzania, tuna host CHAN, tuna host AFCON 2027 kwa maneno, sawa, kwa ziaka, kwa ambushi ni kitu ambacho kiwezekani. Uachwe mpira uchezwe, ukiwa uwanjani, na ndio maana unaona una mpira huu. huu ndio unaotusumbua huu. na umeandikwa kabisa hapa. Kiboko ya tuchezi ni maandishi matatu haya FF ndio kiboko yao na ndio maana mpaka wanaandamana kwa sababu hayo maandishi matatu. Hawa wamesimama kuhakikisha nchi yetu inakuwa kwenye soka. Unajua, Tanzania asilimia kubwa tulikuwa hatujawekeza nguvu kwenye swala la mpira wa miguu. Sisi tulikuwa tumewekeza nguvu kwenye engo nyingine zote, tumewekeza nguvu. Na no, maana hata leo hii ukiangalia viwanja tunavyovitumia kwenye nchi yetu, kwenye ligi kuu, ni viwanja vinavyomilikiwa vina, vina na chama tawala. Kwa nini? Maanake wao walikuweka vile viwanja, wamejenga vile viwanja kwa ajili ya mambo yao na matamasha yao ya kisiasa, lakini hawakujenga vile viwanja kwa ajili ya mpira wa miguu ili watu waende washiriki wapate kitu. Ina maana sisi tunakuja kuvitumia viwanja vyao, kwa sababu tayari tumeshajipambanua na tayari watu wengine hatuna viwanja na watu tunatumia viwanja vyao. Viwanja vyote watasikia, CCM mko kwani, sijui CCM Kirumba, sawa. CCM si wapi, uko Mbeya kule, vyote viwanja vya CCM. kwa hiyo hii unaona kabisa viwanja viliokuwepo vinamilikiwa na chama tawala kwa nini wao hawakuwekeza nguvu kwenye mpira? Waliwekeza nguvu kwenye majambo yao, wamejenga viwanja kwa ajili ya majambo yao. Leo tunavitumia kwenye ligi na ligi hiyo imepanda thamani, basi tunataka tuone thamani ya ligi yetu inaendeshwa kiweledi kwenye miongozo yake, lakini siendeshwe kwa ambushe za watu fulani, atoke fulani atoke wewe. Mbona kwenye maboresho ya wa kanuni wanaenda nyuma mwiko peke yao si wanaitwa viongozi wote wa vilabu kama ni ishirini wanaitwa viongozi ishirini wa vilabu, ndio wanaenda kwenye maboresho ya kanuni kwenda kupitisha. Lakini leo hii anatokea mtu mmoja tu kwa matakwa yake binafsi, fulani atoke fulani atake kwa sababu amtaki. Lakini leo hii tunaona watu kweli wamejiuzuru, mwingine kasimamishwa. Haya, tujiulize, tarehe ya dabi imebadilishwa, baada ya kumi na tano imeenda tarehe ishirini na tano. Tujiulize, kutoka ile tarehe nane mwezi wa tatu, sawa imebadilishwa kwa sababu ya Simba ome, watu wamevunja kanuni na imeonyeshwa vya inisho vao kwamba tumeahirishwa mchezo kwa sababu moja mbili tatu, lakini leo la hii taarifa yao ilotoka ya bodi ya ligi haionyeshi pale kwamba kuna taarifa yoyote ndani iliyosababisha mchezo huu kutoka tarehe 15 kwenda tarehe 25, ila wao wameahirishwa kwamba mchezo umeenda mbele mpaka tarehe 25. Yes, mpira wetu tunaupeleka wapi? Kwa nini kusiwe na viapandanisho pale kwa sababu ya kupeleka tarehe 25? Mimi naomba viongozi wa klabu ya Simba, siku tatu kabla mmetoa barua yenu kwa umma kwamba kama endapo tarehe itabadilishwa tarehe 15 mwezi wa sita Simba hawatuutambua mchezo mwingine na tarehe nyingine atakayopangwa kuhusu mchezo wao, watakuwa shughuli yao, wamemaliza. Lakini naamini mpaka sasa hivi, toka juzi mpaka jana mpaka tunafika leo hii, taarifa kwa umma ya Simba Sports hatujaiona. Tunajiuliza viongozi wetu, mmekuwa mawapi? Mnajadili kitu gani muda wote huu? kitu gani mnakijadili ndani? Mchuzi wa mbwa unanyweka ukiwa wa moto hapo hapo, kabla alijapoa. Piga chuma, taarifa kwa umma kwamba tunapeleka timu hiyo tarehe ama hatupeleke timu, tutasimama kwenye msimamo wetu kwamba mchezo huu hatutautambua. Hicho ndio tunachokisubiri sisi kama wana Simba. Jana tulizungumza kwenye engo nyingine, lakini leo tunazungumza kwenye engo ya klabu yetu. Tunaitakia mema klabu yetu, tunaitakia mema nchi hii kwenye soka. Hatuwezi kuitakia mema kwa maneno, tutaitakia mema kwa vitendo. Leo Deuji amewekeza pesa ndani ya Simba, anawasajili wachezaji wa, wa gharama kubwa. Uhuni unaoendelea Deuji akijitoa leo hii haitakuwa Simba hii, tutarudi kule tulikotoka. Tunategemea wanachama watoe mia mbili zao za kulipia ada ndio tusajili wachezaji, tunaenda kusajili tena kina sawa dogo. Je, yeah. Tutafikia ndoto zetu za kuleta ubingwa wa Afrika. Hatutofikia. Hii tuliko nafasi ya tano Afrika, sio nafasi hii tumeipata kwa maneno. Mwekezaji ameweka pesa ya kutosha, Mohamed Deuji lazima tumpe heshima yake. Kuna watu wanataka kumshusha huyu avunjike moyo, ili adondoke aiache Simba, ili waje watu wengine waje kutawala kwa sababu washazoea mifumo yao ya kubebwa bebwa na baba na mama. Kwa hiyo hii mifumo sio, hatuihitaji. Tunaomba management ya klabu ya Simba kama mlitoa taarifa kwa umma siku tatu kabla ya mchezo na mlijua mwanake kinachokwenda kutokea ndani, tunaomba msipoteze muda, tutoleeni mkeka huo, kama mnapeleka timu tarehe ishirini na tano ama hamupeleki timu. Sisi tunasubiri mkeka wenu ili tusimame sasa, tujue sisi kama wanachama na mashabiki wa klabu Simba, msimamo wetu ni upi. Hatuwezi kuzungumza chochote leo hii kabla ya kutoka barua. Sisi tunajua mipaka yetu, tunazungumza kwa protocol Simba, tunajua na mipaka yao, na ndio maana tumewapa pale nafasi wa uongozi, lakini wenzetu wao hawana viongozi wao wana makundi ya watu yoyote akiamua kusimama kuongelea mpira anaongea, lakini sisi tuna viongozi wa eledi tunawajua, tumewaamini ndio maana tumewapa kijiti. Kaeni hapo, mtu ongoze, hatuwezi kukurupuka sisi msipeleke timu a a au pelekeni timu. Hatuwezi kuzungumza vitu hivyo, dondosha mkeka huo, taarifa kwa umma, alafu ndo mtatujua sisi wanachama na mashabiki msimamo wetu upo. Tukisema leo maana tutawakosea, kwa tunaomba viongozi wetu kwa nia njema kabisa, kwa kutakia mema mpira wa Tanzania na mpira ninao nimeushika hapa huu hapa huu ndio mpira wenyewe unowatesa watu. Toeni barua hiyo. Itoke hiyo barua kwamba tunapeleka timu ama tupeleke. Alafu muone maoni yetu. Kwa sababu haiwezekani timu moja inaleta ambushi hapa maandamano kila kona. Sijaona hata watu wakamatwe kuwekwa ndani. Wana andamana, wanatukana viongozi wa bodi ya ligi, wanatukana viongozi wa TFF. Mtu kama msemaji anasimama kwenye maiki anazungumza, atokee mwanaume hapo. Akate pointi. Kwa hiyo anamaanisha ile shirikisho kuna kina mama pale ndani. Hizo si dharau hizo. Kuna kiongozi wa klabu ya Simba siku moja akasimama kuongea haya hakuna kwa nini? Wanake wanaheshimu mamlaka. Sasa hawa ah, watu hawaheshimu mamlaka, wanaambushi, wanaleta ambushi. Watu kwale wanajiuzulu, wengine wamesimamishwa. Walikuwa wapi muda wote? Hawakusimamishwa kwa nini? Waje kusimamishwa leo kwa nini? Sisi tulipanga tarehe 15 mechi ya dabi Simba Sports eti tarehe 15 mwezi wa sita, tarehe ya dabi. Wamepanga Simba si wamepanga? Bodi ya ligi tuliwalazimisha, si wapange tarehe 15? Kama waliona tarehe 15 kuna mbanano, kwani wangepeleka tarehe 25, sisi tungezungumza tungekataa kwenda kupeleka timu kwa, kwa sababu sisi wenye mamlaka wa kupanga tarehe. Wao ndio wenye mamlaka, wamekaa, wamejadiliana wakaona, tarehe hii itakuwa nzuri tuiweke. Tano ligi miaka yote hiyo walikuwa kina, kina Mwakalebela kina, kina huko Sawa? Wote wamepita hao. Wa, wamepita hao wa kina nani kina Redi China Tenga? Wamepita huko. Wamepita kina Denlage na kina Ndolanga, wamepita huko. Lakini hatukufika hapa tulipo. Simba tumejipambanua tumeachana na habari zile za hapa za kisiasa siasa. Tumeamua kucheza mpira. Mafanikio yote ya mpira huu wa Tanzania kwa sababu yetu. Si tukijitoa hapa hata miaka mitatu, hakuna ligi bora hapa. Hapa hata miaka mitatu tujitoe tu. Tuachie hawa wanaoandamana hawa, wanajifanya wao nchi yao mpira wao. Tuache sasa. Alafu tuone kama kutakuwa na ligi bora ndani ya miaka mitatu umecheza robo fainali ya klabu bingwa mara moja, umecheza fainali ya shirikisho mara moja. Sasa hizi unasuka mikeka. Tungekuwa sisi tupo kwenye mashindano msimu huu, tungesema sasa hizi watu wangekuwa wanasifiwa wana, wana, wana kule bungeni. Unanisifia mtu kaisha makundi, lakini waziri wa fedha amesimama kuisifia Simba, mbona hakutaja timu yake nyuma mwiko ikawa ya kwanza kuisifia kuipongeza? Kwa nini anaipongeza Simba? Tumefika sehemu tunayohitaji hasa sisi tunaobeba mpira huu wa nchi, tunaonekana sisi vilaza. Tuna maana watu tu wamekaa kule kwenye mabwawa yao washanga watu wana mbwa washakuwa na malaria, wanasimama, wanaandamana, wanasikilizwa. Tunafika haya, mguto akajiuzuru. Tujiulize sivi, ni mguto ndo mwenyekiti wa bodi ya ligi. tarehe 25 na kapanga nani tarehe 25 na ya mwezi wa mwezi wa sita? Aa, edabi a, a, a, kapanga kiongozi gani amejiuzuru? mara baada ya taarifa ya kupangwa kwa tarehe nyingine, kwa maana kutoka tarehe 15 kuelekea tarehe 25, mara baada ya ule mkeka wa bodi ya ligi eh, naye mwenyekiti akawatuma barua ya maombi ya kujiuzulu. Sawa, ndo najiuliza tarehe ile kapanga nani? Kama kapanga Mguto. Sawa. Kapanga tarehe alafu yeye mwenye shughuli anaondoka. Shughuli anamwachia nani? Yaani unapanga tarehe afu mwenye shughuli unaondoka. Shughuli ile unamwachia nani? Wewe ndio umeandaa kila kitu na kwa usimamia mpaka shughuli inaisha. Uniachie mimi jirani. Shughuli yako kwa wewe inawezekana? Koleka kiko zile kwa kunguna inguo. Kweli? Hii hatutaki kusikia. Tunataka mpira wetu unyooke. Kumi na tano, tarehe 15. Sisi, sisi tumeondoka pale tarehe nane mwezi wa tatu kwamba mchezo huu kuna moja mbili tatu tumeainisha ule, wana ule mchezo. Na wameainisha kwenye barua yao. Kuna uvunjifu wa amani, lakini pia kuna viashiria vya rushwa, na ndio maana wamefanyaje wamewalisha, mchezo utapangiwa tarehe nyingine. Je, huu tarehe 15, sisi hatujawaambia wapange, wamepanga wenyewe, wameangalia ligi inaisha tarehe 22 ya hii. Tarehe 25 ligi ya wapi? Eti wenyewe si wamesema tarehe 22 michezo yote inachezwa, tarehe 18 michezo yote inaonyeshwa yote na Azam TV, tarehe 22 michezo yote inaonekana, au mchezo tarehe 25 ligi ya wapi? Kocha wetu kashapanga mipango yake, kashaandaa kikosi chake kwamba mpaka tarehe 22 ligi inaisha anakuya pipa anaenda kwenye mapumziko. Ah, tarehe 25 Simba anaenda na kocha gani? tarehe 25 anaenda na kocha gani. Na kocha kashamaliza ratiba zake, sababu ligi haibadilishi badilishi ovyo. Sawa kama kiungo cha kwenye mboga, maana umetia karoti umesahau kitunguu, unaenda kutafuta kitunguu unaweka. Hiyo mfumo si wa kuweka viungo kwenye mboga hii. Ligi ligi inatakiwa iheshimike ifuate protokoli zake zilizosimama, lakini asitokee tu mtu huko kakao huko kashaona. Mimi hapa binafsi naona ubingwa ushakuwa mgumu, analeta kutikiza mnazi yeye. Mbona akaenda kutikiza kule kazi, kaambiwa hapa upate kisiki hapa, hajarudi nyumbani. Kama mahakama ya mpira dunia ndio ile kashindwa, anategemea mahakama gani yeye ya impe yake? Eti sisi ambaye tumekosa ubingwa miaka mitatu atuandamani? Au ameshakuwa ubingwa mara tatu, ligi mara tatu, FA na Ngao wa Jamii wamechukua tena wao msimu huu mpaka sasa, na wanaongoza ligi. Wanaandamana na watiambushi fulani ya juzuru fulani ya juzuru hapo, kuna jambo hapa. Sawa hapa kati, kuna jambo sasa. Simba tunataka hiyo ripoti yenu, toeni mkeka huo sasa, tuwanyooshe watu. Toeni huo mkeka, na ikitokea mmetoa mkeka kwamba Simba inaenda uwanjani, basi mkijua kabisa mpaka hapo viongozi hamtoshi. Mkiona mmetoa mkeka kwa umma, Simba itaenda uwanjani, tusisaka kuficha mkeke utakayetoka kwamba Simba inaenda uwanjani tarehe 25, basi viongozi hamtoshi kubaki Simba Sports. Maana yake mnaonekana mshakamatwa. Sasa mnabaki mnafanya nini? Viongozi mlotukuka, mmesimama mnawanyoosha watu huko mwashindwe hapa. Simba amemtoa TP Mazembe kwenye mashindano makubwa, Champions League, tunaenda kushiriki sisi hatua inayofuata. Hawa washai kufanya nini? Mambo hayo si viongozi wa Simba? Maana yake mmesimama, na sababu mmetoa barua yenu siku tatu kabla, mnajua kilichokuwa kinaenda kutokea ndani nini mchezo kibadilishwa tarehe kwamba nyinyi hamtu utambua, maana mlijua, kwa sababu bodi ya mule ndani. Wako pande mbili, kuna nyuma mwiko, kuna Simba. Kwa hiyo kinachoendelea ndani, viongozi wote wanajua. Sasa hivi tunafichwa kwenye swala la muamuzi. Muamuzi anatajwa siku moja au siku mbili kabla, lakini viongozi wa vilabu hivi wanajua muamuzi ni nani? Kwa sababu ndo kwenye bodi wote hao wapo, huwezi kuwatoa. Kwa hiyo taarifa wanajua. Kwa hiyo hata barua waliotoa Simba walikuwa wanajua kwamba italeta badilishwa. Kwa hiyo naomba viongozi wangu msimame kwenye kwenye barua yenu ile. Sisi kama wanachama na mashabiki tunasimama kwenye protokoli ya mpira wa miguu. Hatusimami kwenye ambushi. Hawa kama angekuwa na haki, haki wangepata kule kwenye mahakama ya dunia kasi. Kama ametoka kasi wamerudishwa speed nyumbani haki wamekosa, wanalazimisha hapa nguvu ya dola ili mradi wao apate yake. Hicho kitu ni never. Sababu mpaka sasa hivi sehemu tani hatuna amani. Wanatamba tu kwamba sisi ndio wenye mpira wetu, kila kitu kishakuwa sawa sawa. Kwa hiyo mkikubali kupeleka timu, maana yake mmekubali kabisa nyuma mwiko, abebe ubingwa milele na milele kutoka sasa. Hiyo mechi nikipeleka timu, mtake msitake. Mimi mwiko anachukua ubingwa. Sababu ngoma ikipigwa refa anakataa, sio goli. Hata ikipigwa katikati ya uwanja, anakuambia kuna mtu alizidi. Sawa? Au huku kuna mtu ulimsukuma kabla hujapiga. Yes, ndio penalty. Walete waamuzi kutoka nje, waamuzi neutral. Ah, waamuzi kutoka nje itakuwa ngumu. Kwani national hali wamegomea yule mchezo na Zamalek so, kwa sababu gani? Sio wamekataa adabu yao mwamuzi asitoke ndani. Na mwisho wa siku Zamalek sikapewa pointi. Kwa sababu gani? Wamekataa, wamekaa kwenye msimamo wao. Timu zinaweza kugoma kwenye bara hili. Ni mbili tu sababu ndio timu za mpira National Hali na Simba Sports Club sio. Kinatokea kikundi cha wauni nacho kinagoma, kinagoma nini? Wewe unasema eti mimi, mimi timu ya wa wananchi umebeba mwenge wa nchi wa. Tunaomba viongozi wa klabu ya Simba kwenye hili fanyeni mtakavyofanya lakini tunataka mkeka usimame kama ule uliotoka siku tatu kabla hii tarehe kumi na tano ya leo, maana leo, leo meshajiandaa kwenda uwanjani sawa, nishapiga tizi toka juzi kwa ajili ya kwenda kuangalia burudani. Sasa burudani hakuna, tunataka tukaangalie nini? Sasa sisi kama wadau tukaangalie nini? kama burudani hakuna, toeni mkeka huo. Mimi naamini barua imetoka bodi ya ligi, barua haijatoka sekta nyingine yoyote, tukisema huko tutakuwa tunazihukumu. Barua imetoka wapi? Bodi ya ligi, kwamba mchezo umeenda tarehe ngapi? Tarehe 25. Tunaomba kwenye ile barua tujaona viainisho, sisi tumeenda shule, tumeisoma hii sababu ya mchezo kupelekwa tarehe 25, hatujaiona sababu ta, ile tarehe nane mwezi wa tatu tunajua sababu, watu walizuiliwa kufanya mazoezi sawa. Na kikao cha juzi hapa wenyewe wamesema kwamba kuna kigogo serikalini, hatujui serikali hiyo ya wapi, kama ya Botswana au ya Msumbiji, ila kigogo wa serikali kawekwa kwenye mabano. Sasa sisi binafsi, kwanza tumjue huyo kigogo. Tukishamjua huyo kigogo, inawezekana tukapeleka timu, kwa sababu tukikubali kupeleka timu tarehe 25, kigogo huyo huyo akiona kwamba sasa tayari unaenda kupata matokeo atapiga tena simu, geti litafungwa, meneja yule naye ataondolewa. Hiyo ligi sitaisha mwakani. Kwa hiyo majibu ya hili, viongozi wa klabu ya Simba, simameni kwenye msimamo wenu hamtautambua huo mchezo kama ubingwa wao wapewe. Kwa nini shida iko wapi? Wazo walikuwa wanaandamana, sisi hatuandamani na hatuchapishe t-shirt. Tutulie nyumbani, sawa? Wao kaenda wakapewa ubingwa hiyo siku. Si waamuzi watakwenda? Tarehe sijapangwa. Sisi hatuandamani kokote. Kwa sababu sisi tunajua kwenye nchi hii sisi tunaonekana ni uda. Tunafanya yote lakini hatupendi. Sawa eh? Lakini ndio tunazofanya yote kwenye nchi hii. Kwa hiyo wao wanaopendwa kwenye nchi hii, wanaonekana wao ndio kila kitu. Na wakisema kitu kinafanyika, basi waende uwanjani hiyo tarehe, wakapewa ule ubingwa. Shughuli imeisha. Hatutaki viongozi wetu wa klabu ya Simba mtoe waraka kwa sababu tunapeleka timu. Haina maana. Tunaenda kufanya nini? Ligi inataka iishe mwezi wa ngapi? Wanaotoa tarehe kila siku wanabadilisha badilisha bila sababu za msingi. Kama wao wameleta ambushi bila sababu ule mchezo kuahirishwa. Huu tunaona taarifa hakuna yoyote. Nyinyi mtakubali vipi kwenda uwanjani? Barua imetoka tarehe 25. Tarehe 15 tumewapangia sisi Si wamepanga wenyewe? Kwa nini wapeleke tarehe 25? Wametoa sababu gani ya kupeleka tarehe 25? Kwa hiyo hatutaki kusikiliza ya, ya Juma wala ya Shabani. Tunachokihitaji sisi mpira ufate mia, miondoko yake. Kama hawataki tulieni nyumbani waacheni waende wenyewe wakacheze pa. Na hao waliojizuru kina Mgutu wakacheze nao pa. Sisi tukae pembeni. Sababu uwezi kuandaa shughuli afu baba wanaondoka. Shughuli hiyo inamwachia nani? Tusidanganyane. Kigogo hajatajwa na kigogo ndio mwalimifu wa mpira. Mpaka atakapotajwa kigogo hata kitajwa kesho. Simba wanawake kupeleka timu tarehe ishirini na tano manake kwa hakika ushindi upo. Kama kigogo hajatajwa, Simba akienda pale manake watu wananiua kwa pa kama kawaida. Sasa bora tusiende, tutulie nyumbani. Wao wapewe tu pointi tatu na magoli matatu na kombe lao warudi nyumbani wakasherehekea kwenye mabao yao. Sisi mafanikio tuliyopata Afrika msimu huu yanatosha. Tushatoa wachezaji kwenye kikosi bora, tumeshatoa wachezaji wanaogombania goli bora, inatosha. Inawezekana wakachukua kama kina Sako, sisi tukaendelea kuenjoy. Tushachukua zaidi ya bilioni kumi nao, tushazikusanya. Hapa kwenye ligi unachukua shilingi ngapi? Kwa hiyo waache waende huko walikokuwa wanadai. Sasa hizo wanasema dabi haina kipengele. Wakati walikuwa wanadai, hasa madeni yashalipwa. Eti madeni yashalipwa, mbona wanaenda kucheza? Kwa huu ni usanii unataka kuendelea. Waacheni waende wakapewe kombe lao la kwenye mabao hapo. Sasa tufocus kimataifa, tusajili wachezaji kwa ajili ya kimataifa. Sisi msimu ujao tutakuwa tunashiriki ligi kusio kwa ajili ya ubingwa. Sisi tutakuwa tunapasha misuli tu kama walivyokuwa Hilali. Hilali kule hata wakichukua ubingwa wakabeziwa, sawa, kwa sababu wao wameenda ligi so yao. Kwa hiyo sisi tutakuwa kama Hilali ya Ndumani. Tutashiriki tuta ligi hapa Tanzania lakini hatutaki ubingwa wa Tanzania, si akili yetu yote kupata nguvu kwenda kushiriki kimataifa full stop. Shukrani sana, imeisha hiyo.